Klabu ya Yanga ya jijini Dar es Salaam imeshindwa kwenye kesi yake ya awali waliofungua katika mahakama ya usuluhishi michezoni CAS dhidi ya shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi TPLB na Simba Sports Club ikiomba kupatiwa alama tatu mabao matatu, ambapo pia walitaka CAS izuie tarehe nyingine ya dabi isipangwe mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa. Hatua hiyo ilikuja baada ya Simba Sports Club wanaubaya ubwela kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo uliokuwa uchezwe Machi nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano hali iliyopelekea wananchi Yanga kupeleka CAS ambapo waligomea mechi hiyo kuchezwa tena huku wakidai magoli matatu na alama tatu. Barua ya CAS iliyotolewa Mei mosi mwaka 2025. Kwenye hukumu hiyo, CAS imesema haina uhalali kisheria katika kusikiliza kesi hiyo yenye kumbukumbu namba CAS 25 mkwajua mkwaju, mkwaju 11 298 kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club. Kwa maelezo hayo, CAS imelifuta rasmi na kuliondoa shauri la Yanga kwenye mfumo wake wote wa mashauri waliowahi kupelekewa na kubainisha kuwa maagizo hayo hayana gharama zozote za ziada ambazo zinapaswa kulipwa isipokuwa shilingi milioni tatu ambazo Yanga walilipa haziwezi kurudishwa kutokana na kulipia gharama za mahakama.